Ambacho pia eh, anarudi kujiuliza kwa nini. Lakini ndo mchezo ulivyo, kuna nyakati ambazo utakuwa bora watu watakuimba, lakini nyakati ambazo uh, utasaulika kulingana na kazi ambayo unaifanya ndani ya uwanja. Binafsi ni mapema sana kuzungumza hilo, kwa sababu hii ndio mechi yake ya kwanza sio? Uh, bado hajasoma hata asilimia eh, robo za wachezaji alionao. Bado hajajua namna ya kuwatumia wachezaji ambao amewakuta, kwa hiyo atahitaji zaidi muda kuweza kujua aina wachezaji alionao na namna gani ambavyo anaweza akawatumia, kwa maana CV, bado ni kocha bora ambaye naamini kama atapewa nafasi kwenye kikosi cha Young Africans, inawezekana akabadilisha taswira ya kile ambacho kilikuwepo. Lakini kwenye hizi timu zetu nimekuwa ni ngumu sana kuweza kumvumilia kocha amepoteza mechi tatu mfululizo, ikawa ni ngumu sana. Kwa hiyo ameanza vizuri kwenye mchezo wake wa leo, ameshinda mabao mawili, lakini unaona namna ambavyo alikuwa anajaribu kuionyesha timu yake, ama amani, lakini bado namna ambavyo wachezaji wanagongana kutokana na maelekezo aidha ya mwalimu ama kukosa ule muunganiko wa kitimu, kwa maana ya mbinu gani ambayo mwalimu anaweza akaitumia kwa wachezaji alionao, ili waweze kumpa kitu bora. Kwa hiyo kwangu, kwa ba, kwa mimi bado ni mapema kusema kwamba unaweza uh, ukamlinganisha na Roman kwa sababu ndio mechi yake ya kwanza, lakini inawezekana yote ni majibu, kwa sababu amekuja kukuta wachezaji ambao tayari walisajiliwa na Young Africans. Kwa hiyo inawezekana kwa maana falsafa na mfumo ambao wanautumia wakashindwana na baadhi ya wachezaji, lakini sifikiri katika wachezaji wote waliopo Yanga inaweza ikawa ni ngumu kuweza kubaliana na mbinu za mwalimu. Ya, nafikiri Simba kwa hivi sasa anahitaji tu kushinda kwa sababu Yanga ametoa sare mechi moja dhidi ya na Mbeya City. Kwa hiyo yeye anachokiangalia na namna gani ambapo anaendelea kutengeneza hilo gepo ambalo Yanga alidondosha hizo alama mbili. Kama atapoteza, manake atarudi tena kuanza kujiuliza namna ambavyo Yanga anaweza kapoteza mechi kwa hivi karibuni. Kwa hiyo kwa Simba ni wao kujiandaa kwa kisha wanaenda kupata matokeo ili waendelee kuweka lile gepo ambalo lilikuwepo. Na kwa maana kikosi walichonacho kile ambacho ameanza kukionyesha kwenye mechi kadhaa ambazo kocha amesimama, bado naamini inaweza ikawa ni mchezo mzuri kwa Simba na uh, wakaondoka na matokeo mazuri kwa sababu ya uh, utayari wa wachezaji alionao, kwa sababu asilimia kubwa ya wachezaji wa Simba tazama, waliosajiliwa kwangu mimi, bado sijaona mchezaji ambaye anaweza akaanza na asifanye kile ambacho aidha mwalimu anakihitaji ama ambacho uh, mashabiki wanakitarajia kutoka kwake kwa, kwa, kwa kwa maana hakuna mchezaji ambaye ana daraja la kawaida. Yaani ukimtazama Jonathan Sowa akianza hakuna shabiki ambaye anakuwa na doubt, akianza Stephen Dese Mkwala, Selemani Mwalimu hakuna ambaye anakuwa na doubt. Kuja kwenye eneo la viungo, washambuliaji wote wako kwenye ubora na utimamu wa kuweza kutekeleza mbinu za mwalimu. Kwa hiyo inabaki kwa kocha kuamua wachezaji gani wa kwenda nao na namna gani ambavyo anaweza akapata kila anachokitaji. Yeah. Mi binafsi bado sijaiona ile Yanga ambayo imemaliza msimu, Yanga ambayo imetoka kuchukua mataji matano bado sijaiona. Kwa maana unaona, mawasiliano namna ambavyo yamekatika kwenye eneo la katikati, namna ambavyo kuna kuwa na mchezaji ambaye anaweza akasimama na kuamua nyakati gani ambazo timu inacheza nyakati zipi ambazo unakwenda kushambulia, bado hakuna huyo mchezaji ambaye anaweza akasimama kama engine ya kuicontrol mechi pale ambapo anahitajika kufanya hivyo. Kwa hiyo bado naliona pengo la Ucho na inawezekana ikawa ni ngumu sana kuweza kuliziba, kwa sababu njia pekee ya kuziba pengo la Ucho hadi hivi sasa ninachokiona, kwa maana kwa mchezaji binafsi, ni kama imeshindikana, labda kocha atafute mfumo ambao unaweza ukawa unaziba hilo pengo na kuifanya timu ikarudi kwenye e, ule utayari ambao alikuwa nao msimu uliopita. Kwa hiyo, kwa maana ya Musa Barakote ameshindwa kuvaa viatu vya Halidi Aucho hadi hivi sasa labda kama atabadilika huko mbeleni kulingana na kocha ambaye amekuja, lakini kilichobaki ni namna gani ambapo kocha anaweza kawa anatengeneza mfumo mzuri ambao utakuwa unamfanya Yanga awe na balance ya kushambulia na kuweza kujilinda. Hicho ndicho ambacho kimebaki, lakini kwa maana ya timu ku flow vile ambavyo imemaliza msimu jana, bado sioni kama hey, ndo Yanga ile. uh, unajua tunachokizungumza hivi sasa ni Yanga ya msimu uliopita ambayo ukirudi kulikuwa na Azizi kuna ucho na baadhi ya wachezaji wengine, lakini hivi sasa kwenye hayo maeneo wamekuja wachezaji wapya kama kina uh, Arasani Kouma eh, uh, Mohamed Dumbia lakini pia kina Celestian Yekua. Kwa hiyo bado uh, kocha na nyakati zingine za kuweza kutafuta ile Yanga ambayo imemaliza msimu, na ukumbuke inawezekana tulikuwa tunaizungumza Yanga ambayo tayari Simba ni kama anajitafuta, lakini kwa hivi sasa anakutana na Simba ambaye naye ni amejipata, kwa hiyo ili kuhakikisha anaibuka kama mshindi kwenye kila mechi ambayo inacheza, itategemea pia matokeo ya Simba yale ambayo anakuwa anaendelea ndani wake.